Jamhuri ya Muungano wa Tanzania <coughs> Ofisi ya Rais, Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma. Tangazo la nafasi za kazi. Katibu wa Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma, kwa niaba ya wizara, idara zinazojitegemea, wakala za serikali, tawala za mikoa na mamlaka ya serikali za mitaa anakaribisha maombi ya kazi kutoka kwa watanzania wenye sifa na uwezo wa kujaza nafasi ishirini na moja kama ilivyoainishwa katika tangazo hili. Mhasibu daraja la pili, accountant 2, nafasi ishirini. Majukumu ya kazi: kuandika taarifa ya mapato na matumizi, kuandika taarifa za mahuduli, kupokea maduhuli ya serikali na kupeleka benki kwa wakati, kufanya usuluhisho wa hesabu za benki na nyingine zinazohusiana na masuala ya fedha kukagua hati za malipo na kufanya kazi nyingine za fani yake atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi. Sifa za mwombaji: kuajiriwa wahitimu kuajiriwa wahitimu wa kidato cha sita wenye shahada wahitimu wa kidato cha sita wenye shahada ya uhasibu au biashara waliojimarisha kwenye fani ya uhasibu au stashahada ya juu ya uhasibu kutoka taasisi inayotambuliwa na na serikali, pamoja na cheti cha taaluma ya uhasibu CPA T au sifa inayolingana na inayotambuliwa na NBAA. Ngazi ya mshahara kwa kuzingatia ngazi za mishahara ya serikali ya TGSE. Nahodha daraja la pili, skipa daraja la pili, nafasi moja. Ubuni na kuunda zana za kuvulia samaki fishing gears; kutunza na kutengeneza zana za kuvulia samaki; kuongoza na kuendesha meli au boti ndogo za futi 40 zenye uzito wa kuandikishwa watani 50 hadi 200 GRT. Sifa za maumbaji kuajiriwa wenye stashahada diploma ya unahodha na uvuvi master fisherman kutoka chuo cha ja uvuvi Mbegani au chuo kingine kinachotambuliwa na serikali ngazi ya mshahara kuzingatia ngazi ya mishahara ya serikali yaani TGSC. Masharti ya jumla, waombaji wote wawe ni <coughs> raia wa Tanzania wenye umri usiozidi miaka 45, isipokuwa kwa wale tu walioko kazini serikalini. Waombaji wenye ulemavu wanaohamasishwa kutuma maombi na wanapaswa kuainishwa kwenye mfumo wa kuombea ajira ulemavu walionao kwa ajili ya taarifa kwa Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma. Waombaji wote waambatanishe cheti cha kuzaliwa kilichothibitishwa na mwanasheria au wakili. Waombaji waambatanishe maelezo binafsi yaliyojitosheleza detail CV yenye anwani na namba za simu za kuaminika, pamoja na majina ya wadhamini referees watatu wa, wa, wa kuaminika. Maombi yote yaambatanishwe yambatana na vyeti vya taaluma, maelezo, nakala ya vyeti vilivyothibitishwa na mwanasheria au wakili, ambavyo ni vyeti vya kuzaliwa, kidato cha nne, kidato cha sita kwa wale waliofikia kiwango hicho, vyeti vya kuhitimu mafunzo mbalimbali, mbali na vyeti vya kitaaluma kulingana na sifa husika kama ifuatavyo: post graduate degree, advanced diploma, diploma and certificate, cheti cha mtihani wa kidato cha nne na sita, computer certificate <coughs> <coughs> Vyeti vya kitaaluma, Professional Certificate from respective board, cheti cha kuzaliwa, testimonial, provisional result, statement of result, hati za matokeo za kidato cha nne na sita, form four and form six result slip zitakubaliwa. Waombaji waliosoma nje ya Tanzania wahakikishe vyeti vyao vimehakikiwa na kuidhinishwa na mamlaka husika kutoka TCU, NECTA au NACTE. Katibu Ofisi ya Rais, Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma. Maombi yote yatumwe kwenye mfumo wa kielektroniki wa ajira recruitment portal kupitia anwani ifuatayo. Anwani hii inapatikana kwenye tovuti ya Sekretarieti ya Ajira kwa kuingia sehemu iliyoandikwa recruitment portal. Maombi yatakayowasilishwa nje ya utaratibu ulioainishwa katika tangazo hili hayatafikiriwa. Imetolewa na Katibu, Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma. Asanteni na karibu.